Nimezungumza wiki inayokwisha kuhusikana na sehemu hii ambayo tunapanga, nikafafanua kiundani changamoto ambazo tunakutana nazo kwa ajili ya sehemu hii. Kuna wale ambao wanasema shehe, wataji hao ambao wanaokufitini waseme hao, lakini yuko ambaye anayewaona ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mimi ninachokitamani angalia neema ya hii sehemu ambapo tumekaa hivi waza kwamba hii sehemu hii hapa ingelikuwa ni ya kwetu sisi Waislamu, waza sehemu hii hapa. Ametokea mwislamu mmoja hapa tu Bukirasazi akajitolea uwanja wake, hiyo ni sehemu ya dini, ikawa ni soda katu jari ya kwake. Wallahi yakheri, hizi zingimfaa yeye na familia yake na huku hata ambapo atakapokuwa wametangulia kaburini, lakini kwa kuwa bado sisi tunaliki na sehemu hii, na tuna mkataba na mwenye nyumba hii. Uzuri si muislamu kwanza, ni Mkristo, lakini changamoto tunazokutana nazo ni za ndugu zetu ambao ni Uislamu. Lakini kwa Mungu, si tutashinda, kwa sababu tuko katika haki na tunategemea tunachokifanya, tunataraji malipo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wako ambao wameipokea video clip kwa masikitiko, wako kaka zangu. Jana nimeongea na mmoja katika kaka zangu yuko Ufaransa, akaniambia, shekhi, katika wale watu wa milioni moja moja, natamani ningelikuwa na kikubwa ningefanya, lakini kwa kuwa lazima mpaka mwezi wa saba, pengine mimi mwezi wa saba kupafika ni majaliwa ya Mungu. Shekhi huko wapi ilikuwa kama jana majira ya saa kumi, saa kumi, saa kumi na moja. Akanambia ingia Mbuyezi na ndugu yangu pale akupatie sadaka. Alhamdulillah, nimefika katika wale watu wa milioni moja moja, akanikabidhi milioni yake moja, akanambia pesa zangu hizi, niombee dua Mungu anibarikie. Hivi unadhani kwamba yeye ndio tajiri katika watu wote wa duniani? Ni milioni moja moja, ni watu 30 tu, jambo lilikuwa linamalizika kabisa, yaani bila usumbufu bila mchoko na tayari kwamba tungelikuwa tuko sehemu yetu. Alhamdulillah, amenikabidhi amana yake, bado na wengine wengine. Leo sa nimetoka, nimeenda pale pembeni. Nina mmoja amenipigia na yeye simu, akanambia kwa kweli jambo hilo mimi nimelipokea kwa ukubwa, naomba leo jioni watakupigia simu, utaongozana na ndugu yangu, naweza nikachangia na mimi kama laki saba. Amesema dola mia moja. Dola mia moja ni kama laki saba kama na nusu hivyo, na elfu hamsini ndo atatoa hizo. Angalia sisi tunachokitumia mimi tu, na tu ninachokifanya hapa, nakwambia ukweli. Sasa kuna mtu yeye kazi yake anafika na hesabia alipata za wangapi za wanne za wa saba hivi, mna uhakika ni wale wale wa sita hivi, mna uhakika ni wale wa saba, wewe umechangia. Nilikuwa na uwezo wa kuikata kimya, angeniambia nigejendia zangu tu kimya, pa apu. Mimi kila siku ikicha tu kulia Waislamu, mbona hatuna Waislamu? Siku zinaenda lakini, mimi kidogo, atakachokitoa mtu laki yake mbili na nusu, atakayetoa laki yake tatu, mi mpaka wiki ijayo, yaani dimashi ya kufata, sisi tutatoka hapa kama nguvu zetu zitaonekana. Maana nimemwambia mwenye nyumba nikifikisha tu milioni tano tu siziweki nazikukabizi sasa hapa niko napambana mpaka wiki ijayo dimashe, shekhe akimaliza kupiga mambo yake hapa, niwaombe kina kinamama wote tunyanyuke, ili tutaenda kwenye ule ule uwanja. Niwaambie Waislamu, mnapaona sehemu yenu hii hapa, alafu ni mkabizi pesa sadaka za Waislamu, mwambie amana yako, kila mtu aweze akalifanya hilo. Tuombeane dua kwenye hii krize, sio kila mtu anaweza akaifanya lakini mimi nayafanya haya ili anayenipa sadaka yake aone kile alichokitoa. Nayafanya haya ili wewe ambaye leo umekuja katika kikao, hizi neema na hizi baraka tungezifanya katika sehemu yetu, tungelikuwa tumepiga hatua iliyokuwa kubwa. Lakini insha Allah Mungu atuwezeshe katika hilo. Sasa kumbe, yote haya lazima tutie nguvu za pamoja lazima tupambane kwa pamoja ili tuhakikishe tumemtangaza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kazi ambayo mimi naifanya ni kubwa sana ya Alhuda. Ni kubwa, mnyonge mnyongeni, lakini haki ya yake mpeni. Kwa sababu kazi tunaifanya ni zito. Leo hivi tunavyozungumza, wiki moja inaisha, mimi nilikuwa nipande milimani. Nikamwambia hapana, tusubirie kidogo ili kwanza kumi la kwanza limalizike. Alafu kumi la kufuatia sisi ndio tusafiri. Tumepanga na wenzangu, si siku ya pili safari yetu, tutakuwa umetoka hapa Kujumbura, tunapanda milimani, tunambelekea mtu ftari ambaye akipokea anasema ya Rabbi, mola wangu, hao watu ni wa malaika. Kuna mtu birimani. Birimani wallahi ukimpatia farini, kuna mtu mimi nimempa nguo, ananambia hii nguo wakati mimi naona ni ya kawaida. Sa kumbe kuna ndugu zetu ambao wa wako kule. Tuungane nguvu. Namba zetu huwa tunaziweka za WhatsApp kwenye mitandao yetu. Tunaweka namba zetu za Limikashi. Mama, wakati unakuja hapa laki mbili na nusu, ukiamua kutia nia yako. Laki mbili na nusu mpaka mwezi wa saba, ona ona weza. Kwa sababu nguo mimi najua sikia laidi mtavaa tu. Hakuna mtavaa chini ya nguo ya laki mbili. Kwa uchache ni laki mbili. Lakini ukitoa kwa ajili ya nuru ya kujitengenezea kaburi lako, hii ndio nafasi ya kuwatolea marhamu zenu, hii ndio nafasi ya kuyafanya makubwa katika haya. Mungu atulipe kila la kheri. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda, mwongozo wa jamii.